Resipi yetu ya leo ni ya biriani ya kuku. Kwenye pani yako weka mafuta, acha ipate moto, kisha kanga vitunguu maji vyako. Kanga mpaka zipate rangi ya golden brown, toa kwenye mafuta, kisha kanga viazi. Viazi vyangu nimeweka rangi kama unavyoona, nitakanga tu ile rangi ikauke, kisha nitatoa kwenye mafuta. Kwenye sufuria weka mafuta, weka kitunguu thomu na tangawizi. Ka, uh, pika mpaka ianze kubadilika rangi. Alafu weka spices zako. Nitawachia uh, ingredients zote kwenye caption chini ya video. Alafu weka kuku ambayo umeosha vizuri, kisha weka tomato paste, changanya vizuri, alafu utaweka cubes mbili za kuku koroga weka pilipili manga na paprika, vijiko viwili vidogo, ama waweza kuweka pia masala. Kisha nimeweka na nusu ya vitunguu maji vyangu na nikachanganya vizuri. Kisha ninaweka tomato nilosaga na nachanganya, ninafunika, nitapika paka yanze kuwa nzito kama dakika kumi na tano hadi ishirini. Alafu nitaweka maziwa mala na nitakoroga vizuri nitafunika tena mpaka kama dakika kumi na tano tena mpaka ianze kuwa nzito. Alafu kwenye sufuria hapa nimeweka maji, chumvi na mafuta nimeacha ichemke kisha nimeweka mchele ambao nimeweka. Uh, na nikapika mpaka ikawa karibu kuiva kisha nikachuja. Alafu naregesha tena mchele kwenye sufuria kama ndivyo, naweka mafuta kijiko kimoja naweka onions zilizokanga. Kisha, uh, mchele tena, mafuta, onions, mchele. Mafuta, onions, alafu ninaweka rangi ya yellow na ya orange, nakoroga koroga kidogo, na ninafunika na baking paper ambayo nimeweka kwenye maji kama mnavyoona. Nitakamua maji yote, nitafunika na nitawacha ipikike dakika kumi na tano kwenye moto mdogo. Na hapa kuku wangu, um, washaiva kama mnavyoona, ninaweka viazi halafu naweka na vitunguu maji vilivyobakia, na ninakoroga vizuri. Nitapika kwenye moto mdogo mdogo mpaka viazi viive na mafuta i separate na urojo wetu ya ya biriani, na biriani yetu iko tayari kama mnavyoona. Enjoy.